Karibu katika visa na mikasa, sehemu maalum ya Wakili TV inayobeba simulizi za kweli, changamoto za kijamii na namna sheria inavyoweza kuwa suluhisho katika jamii yetu. Vitendo vya ukatili wa kijinsia vimeendelea kushamiri, vikivunja maisha na hadhi ya wa wahanga wengi. Leo tunakuletea simulizi ya Violet, mwanamke ambaye alipitia tukio la kikatili, yaani kubakwa. Hapa nipo Dodoma, katika mtaa anaoishi Violet. Huyu ni mama wa watoto watatu ambaye anapitia kipindi kigumu baada ya kukutana na ukatili wa kijinsia. Kwa majina naitwa Violet Juma William, ni mkazi wa Ilinga Mvumi, wilaya ya Chamwino. Ilikuwa elfu mbili na ishirini na mbili, mwezi wa tano, tarehe ishirini na mbili, siku moja sehemu nayoishi ni siku, sehemu ya mnada, nilikuwa na beti, nikaenda kwenye ofisi. Huyo kaka alikuwa anaitwa Isaya Alon, alikuwa ni kinyozi ana ya ofisi yake, nikaambia naomba nichajie chaji, akasema hapa mimi sichajishi, ila labda uliache beti lako nikuchajie kwa kupitia kobe wakitoka wateja wengine. Siku sita nikaliache lile beti kurudi nikakuta amefunga, kwa hiyo sikuweza kuchukua, na huwa siku mpaka siku za mnada, hadi siku za mnada ndio huwa anafungwa. Ikabidi nisubirie mwezi mwingine, maana unakujaga kwa mwezi mara mara mbili hivyo. Betri la, betri la simu ya chaji, ilivyofika hiyo siku imefunguliwa nikaenda kumdai beti langu, akaniambia naomba nipatie mia hela ya chaji nikampa ivompa, kanambia beti lako mbona nilikupa. Nikaambia hapana kaka, hujanipa beti. Akasema nilikupa nilikupa. Nikaambia mimi nataka nataka beti langu. Akasema mimi nilikupa. Nikasema nataka beti langu langu, mimi hujanipa. Nilikuja hapa nikakuta umefunga, yule kaka hakunipatia beti. Siku zikaenda ikafika siku nyingine nikaenda kudai kwa ghadhabu, kwamba nahitaji beti langu akanipatia hilo beti kwa hasira, alafu akasema utajua atakachokufanya baadaye. Alikuwa na rafiki yake ambaye anaitwa Hamisi, huyo rafiki yake alikuwa ananifahamu. Siku moja imepita wiki mbele, akanifuata akanaambia, Violet, yule Isaya Aloni amekwambia ipo siku atakuja huku kutafutia watu waje wakubaki Nikasema ndivyo alivyosema, akasema ndio. Nikakaa siku hiyo e, ikapita. Kesho yake nikaenda ofisi ya kijiji, nikaenda kumshtaki kwamba naomba um, amniitie Isaya, ni yani, si, ni, ya Aaron. Kuna matamshi anatamka ambayo mimi sija sija yani yamenipa hofu, nahitaji aje nimuulize mbele yake ni kweli alichokisema huyu rafiki yake. Ha, mtendaji hakusita. Huyo mtendaji alikuwa anaitwa Dahani. Akawa ameniitia hao watu. Isaya Aloni alivyoniitia, huyo Isaya Aloni akaulizwa, alikuja na baba yake mdogo na babake mzazi. Akaulizwa, akasema, Isaya wewe ulisema hayo maneno? Akasema mimi sikusema. Baadaye akasema wewe sema kama ulisema, yaishe hapa hapa. Akasema niliyatamka kwa asila, ila siwezi kufanya hicho na sitawahi kuja kufanya hicho, aliyomfikishia maneno, labda tu na yeye aliongeza. Akasema kaambia, mimi nikaambia, mimi nikianzia sasa hapa ninapotoka, nikipata tatizo lolote nakujua ni wewe. Na mtendaji akasema, kwa hiyo Violet Juma William anasema akitoka hapa maisha yake mpaka sasa akipata tatizo lolote anakujua ni wewe. Akasema sawa, lakini mimi sikusema hivyo. Ikapita siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ni mida ya saa mbili, maana sisi nyumbani pale mnadani, kuna sehemu inaitwa madukani, kuna sehemu inaitwa mnadani, kuna sehemu yani kama mtaa, kuna sehemu inaitwa ng'ambo. Sasa mimi kwetu ni ng'ambo, afu mwezi wa tano bado kama cha masikasika kuna vishamba shamba wamelima, mpaka upite hivyo vishamba, ndo naenda mtaa mwingine ambapo ni nyumbani ninapoishi. Kwa hiyo kule hakuna umeme, tukaa tunachaji huku madukani. Kwa hiyo nikaa kwa nimefata betri sehemu nyingine, ambayo ni siku nyingine nikaa nimechaji duka la mtu tu lingine. Sasa ile saa mbili mbili narudi na, navuka pale mnadani, naanza sasa kwenda sehemu ya kwetu kupanaitwa Ng'ambo. Nafika kwenye vishamba fulani hivi, kuna mibuyu miwili ni jirani, tuna nyumba sema kidogo, kwa usiku inakuwa sio nini, ilikuwa ni, ni, ni mbalamwezi. Kuna mgeni tu Joni madechi ni wa huko kwetu Ng'ambo, namfahamu. Sasa yule wakati na, natembea, alijitokeza kama tunakaa wote huko, kwa sababu ni wa mtaa mmoja tunapiga stori, tunaenda akasema, dadaangu e, basi nami narudi nyumbani, maana we unafika, mi naenda kwa mbele. Ni, ni kijana tu, nilikuwa namfahamu wa mtaani kwetu. Sasa kumbe yule kijana alikuwa ameshaunga njama na hao watatu ambao Isaya Aaron na Hamisi na yeye anaitwa Joni na, na mwingine sikumfahamu. Nafika sehemu ya mbuyu, tupo na huyo Joni nikaona kuna nani Isaya Aloni kajifunika kitambaa cheupe kichwani alafu na Hamisi wakaa, wakaja kama wanatuvamia. Nikaambia mbona kama wanatuvamia, nikaa wana namvuta e, nani Joni akasema, ah, we tulia, mna shida, kwani naogopa suko? Na mimi nikasema hapana, mbona kama wanakuja wananikimbilia mimi. Akasema, we tulia ah, kwani naniogopa. Baadaye alivyofika Waka mmoja yani kama kunikata mtama nikaanguka chini, Amisi akanishika miguu, Isaya Aloni akanishika kiwiliwili, alafu Joni aka wakaa amenikamata anziba mdomo, napiga na kelele na e, na e, akaniziba mdomo. Kulikuwa kuna shamba la mtama ambao unaitwa uwele, wakaniingiza hapo. Kulikuwa kuna kivua mvua kimenyesha, kule ni kuna udongo mwekundu Walivyofika mwingine akavuta chupi yangu akaitupa kule, nilikuwa na gauni na taiti akaitupa kule, kwa hiyo hawakunivua nguo zote, ila tu walivua chupi na taiti. Wakachizana wakachizana, kila mtu anaachizana anaachizana, baadaye wakaniacha wakanikimbia. Walivyonikimbia, sasa ile tamaki nikiangalia nirudi niko toka ambapo ndo kuna ofisi ya kijiji, halafu ni usiku. Nikasema niende nyumbani nitapata usalama wa kukaa, huku nakimbia nikaa, nakimbia ikabidi nikimbie nyumbani wale watu wa kunifuatilia wakakimbia wote, walirudi kijijini ambapo nilikuwa nimefuata beti mimi. Nikabidi nirudi nyumbani, nakimbia vibaya sana. Zile nguo si taiti, chupi niliziacha pale, na mtandio wangu ulikuwa wa bluu, nikawacha pale. Nikasubiri paka kucha, asubuhi nikaenda kwa mtendaji kwanza. Nianzia kwa balozi, balozi akaniambia ngoja tumpigie mtendaji. Mtendaji alivyopigia simu nikaenda ofisini. Nikiwa nimechafuka kichwani, nilikuwa na nywele zisijachana, lakini zilikuwa ndefu zina maudongo. Mpaka gauni na udongo ilikuwa na wepo wepo na maua hivi. Ina udongo. Sikufanya chochote, nilipoenda nikamwambia nikamuelezea mtendaji. Mtendaji akanambia nenda polisi. Kutoka pale Ilingavumi mpaka kituo cha polisi ni mbali kidogo kwenye pikipiki elfu nne au elfu tano. Ila nilipambana iwezekanavyo, nilienda siku hiyo hiyo. Nilipofika nimelezea ni... kwa mguu au nilichukua pikipiki? Nilienda kwa mguu. Kuna mtu tu alikuwa anapita nikamumba lift, nikafika. Nikawa nimebeba ule mtandio na zile nguo za ndani, chupi na tight, nimeweka kwenye mfuko na matope yangu. Nikafika pale kweli, nilipofika nimeshtaki, nilimkuta afande, afande anaitwa Gaudenzi, Gaudenzi. Mwanamke, mwanaume. Nivyo mueleza e, nimebakwa. Akanambia, au watu walikubaka unawafahamu? Nikaambia ndiyo, ila mmoja sikumfahamu kabisa, ninawafahamu watatu. Ila waliofanya tukio ni wangapi? Wanne. Baada ya kwenda kwa wafande, nimekaa kama siku tatu au nne, ndo akanambia, tumekamata mtumiwa wako nilivyoenda kaambia anipewa zamana, wewe nenda, we si ushastaki nienda. Nikaenda sasa jinsi kesi endelee mbele, nikakaa nika wiki mbili, akaananizungusha wiki ya tatu ananizungusha, ikabidi nipaze sauti, maana kile ni kijiji kingine cha kwetu, kina diwani mwingine wa kiume, anaitwa anaitwa Chikole, anaitwa Chikole Alafu hicho kijiji chenye polisi, kwetu hamna polisi, kuna ofisi ya mtendaji, hicho mm. kijiji ambacho ninaenda ndo kuna, kuna, kuna diwani anaitwa anaitwa Sofia Jeremia, kama nitakuwa nimekosea ni kidogo hilo jina, ila anaitwa Sofia Jeremia nikamweleza nilivyomweleza aliumia sana. Alifika pale kijijini, nilivyofika akanambia, nimefika niko na kampeni ya, ya, ya, ya madiwani, tunapita kila vijiji hivyo, kesho tunaenda nani li Chamwino, huko Chamwino. Kwa hiyo naomba kesho jiandae, tuende wote kwenye magari yetu ambayo tunaenda huko Chamwino, ili ndo kaonane na nani na mkuu wa wilaya wa wilaya Chamwino. Nikaambia sawa. Siku ilivyofika nikapigia simu akanambia njoo sehemu fulani pale Mvumi Misheni, tukapanda tukaenda mpaka huko huko Chamwino. Ilikuwa kikao cha, cha mkuu wa wilaya na madiwani, nikaenda. Yule Sofia Jeremia akanionyesha mkuu wa wilaya, akanipa nafasi nionge naye baada ya kumaliza shughuli zake mkuu wa wilaya. Nikamuelezea, akanipa pole kisha akanambia usijali, tutafuatilia. Akanipatia shilingi elfu ishirini sawa. Nilivyorudi nyumbani, ikaona Eka, sasa kile kijiji pale, mimi nikabidi niondoke nije huku, kwa sababu kesi kama nishapelekwa mahakamani huku ni mbali, kila tarehe inavyopigwa mimi nakuwa sina pesa, alafu hapa sina, sina amani na pia naishi kwa hofu ikabidi ni hame hii sehemu nije huku mjini. Nilivyokuja kila kesi inavyopangwa nafika, nahudhuria na napigwa tarehe, nahudhuria napigwa tarehe, nahudhuria na ikaisha mwaka jana. Ilivyoisha mwaka jana, ilishaje hapo kwenye kupigwa tarehe kuzulia, kupigwa tarehe kuzulia, ilisha ikawa imehukumu imetolewa au imekuwaje? Mara kabla hatujamaliza nilienda, ambapo ndo mwezi naokuja nitakuwa kesi yangu iishe, nilienda nikaambiwa, kesi yako imeahilishwa imeahirishwa kama mara mbili. ulipokuwa unaenda ulikuwa unakuta nao watuhumiwa au ulikuwa unaenda peke yako? Hapana, watuhumiwa walikuwa wanatoka nyumbani, wanapewa dhamana, wako nje, yaani wako kijijini, wanatoka kijijini, wanakuja tunaongea kesi, hawakuwa ndani. wote watatu wanne, sikumfahamu, watatu watatu, wawili wawili wale yule ya Hamisi alikimbia, alitoweka kabisa kijijini. Kwa hiyo ni kabaki na wawili, hasa yule ambayo nani, Hamisi alikuwa na kesi mbili. Kesi moja alimbaka mwalimu na mimi hapa, ilikuwa imeshapita muda kidogo kabla yangu. Kwa hiyo ilivyofika kule mahakamani, wakaifufua wale madiwani wa kule kijijini. Hamisi ndo alimbaka mwalimu na akambaka mimi pamoja na Isaya Aruni. Kwa hivyo kuja ikaongeleka ya zamani ya kwangu ikaachwa. Ya zamani ikamfunga katika watu hao, ikamfunga kesi ya zamani ikamfunga. Ya na alikuwa na, na, na, kama haji yeye anakuja mama yake mzazi. Ilipokuja kutolewa hukumu haikutolewa hukumu yako. Hukumu, hukumu yangu haikutolewa ila hukumu ya, ya mwalimu ilimhukumu na mpaka sasa anatumikia kifungo, yuko gerezani, kahamishwa hapa Dodoma, si amepelekwa Iringa na hisi kitu kama hicho, ila ya kwangu iliishia ili, ili, ili kwamba, yani hakuna vigezo kamili ambavyo vinawakamatia hawa watuhumiwa waweze kufungwa, kwa hiyo kesi imeisha, hakuna uthibitisho ambao una, una, una, una, una, una, uthibitisho um, walivyokuwa wanavisema ambavyo vilikuwa vinamisi ni vipi walisema vipi? Niliendaga hospitali walinipima, walinikuta na mchubuko, kwa hiyo hivyo vikuwa haviashiri chochote kwa, ha, kwa, kwa, kwa, kwa hakimu ambayo anavyoongea kwamba hakuna vinavyofanya kuashiria kwamba wawakamate wafunge. Walivyokuwa wamewakamata wame, wame, au kabla hawajapewa dhamana walikiri kwamba wamefanya kosa au hawakukiri? Walikanusha, walikanusha. Mm -hmm. Mm -hmm. Naikawaji tena baada ya hapo, baada ya hiyo kesi yako sasa kuambiwa kwamba haina vigezo? Mm -hmm. Niliumia, niliumia sana. Niliumia sana niliumia sana na nigadhabika sana, kwa sababu ni kitu ambacho ni cha kweli na sio cha uongo, na kiliniharibu kisaikolojia Yaani nashindwa hata kurudi kule, kwa sababu najisi mtu ambayo ni mtupu, halafu na wabaya wangu wapo tu, wanatembewa na maisha yao mpaka sasa. Nikiona au nikiwasikia roho yangu inaniuma, kwa sababu sikutendewa haki ambapo inavyotakiwa, kama ni binadamu mimi, na mi pia nina haki. Niliumia sana, lakini sikuwa na namna, nimwachia Mungu tu nikanyamaza. Hivyo sikuwa na chochote, kwa sababu mimi sina pesa, sina chochote kile cha kufanya kwamba kesi yangu ikaenda kwa mujibu wa sheria ya kanuni ya adhabu, yani Penal Code, sura ya kumi na sita ya sheria za Tanzania. Ubakaji ni kosa la jinai linalofanywa pale ambapo mtu analazimishwa au kushiriki tendo la ndoa bila ridhaa yake. Sheria hii inasema bayana kwamba mtu yeyote atakayelazimisha mtu mwingine kushiriki tendo la ndoa bila ridhaa atakuwa ametenda kosa la ubakaji na akipatikana na hatia atahukumiwa kifungo kisichopungua miaka ishirini na anaweza kuhukumiwa hadi kifungo cha maisha jela, sura ya kumi na sita kifungu cha mia moja thelathini na mia moja thelathini na moja. Lakini licha ya kuwepo kwa sheria kali, bado vitendo hivi vinaendelea kwa kiwango cha kutisha. Kwa mujibu wa takwimu za utafiti wa demografia na afya Yani, TDHS ya mwaka 2022, takribani asilimia 40 ya wanawake nchini Tanzania wamewahi kukumbwa na aina fulani ya ukatili wa kijinsia katika maisha yao. Tatizo linazidi kuwa kubwa kutokana na mambo kama vile uoga wa ripoti, unyenyepaa wa kijamii, kutoamini mfumo wa haki na ukosefu wa elimu ya kisheria. Kwa hadithi kama ya Violet, tunakukumbusha kuwa hii siyo changamoto ya mtu mmoja, ni changamoto ya taifa ni wajibu wa kila mmoja wetu: jamii, vyombo vya habari na taasisi za sheria kushirikiana kulinda haki na utu wa mwanamke katika jamii zetu. Tumekuwa tukikumbwa sana na ukatili wa kijinsia, hili limemkuta Violet. Kesho na kesho kutwa inaweza kawa wewe au mtoto wako. Tupinge ukatili wa kijinsia.